Tushirikishane tone la upendo ndugu wapendwa, karibuni tusikilize neno la Mungu na tafakari ya dominika ya nne ya Kwaresma mwaka cheo wa kanisa. Dominika ya nne ya Kwaresma hujulikana kama Letare, yaani dominika ya furaha. Tunafurahi kwa kuwa tumekaribia kuadhimisha fumbo la ukombozi wetu a yaani mateso, kifo na ufufuo wa bwana wetu Yesu Kristo. Liturujia neno la Mungu katika dominika hii ya nne ya kwaresma inatutafakarisha juu ya furaha ya kujipatanisha na Mungu baba mwenye huruma. Mwenyezi Mungu ni baba yetu mwenye huruma, hafurahii kifo cha mtu mwovu, bali anatutaka kila mmoja kuacha mwenendo wake mbaya ili aishi. Anatupokea kila mara tunapotambua upotovu na udhaifu wetu na kuamua kufanya mabadiliko. Kwa kuadhimisha Pasaka, Waisraeli walifurahia na kukumbuka jinsi Mwenyezi Mungu alivyowatoa utumwani katika mateso na kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Nasi kwa kuadhimisha fumbo la Pasaka tunafurahia na kushangilia jinsi Mungu baba mwenye huruma, kwa njia mwanawe wa pekee Yesu Kristu, anavyotupatanisha tena sisi wana wapotevu na baba, na kuturudisha tena nyumbani kwa baba kwa kutupatia zawadi ya uhai na uzima wa milele. Katika dominika ya leo tumshukuru Mungu baba yetu mwenye huruma ambaye ametupa tena uhai na uzima sisi ambao tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi. Tunaalikwa kutambua huruma kubwa ya Mungu baba yetu na kuwa tayari kubadilisha mitazamo na maisha yetu ili tuupate uzima wa milele, tupate tu neema ya kuishi milele nyumbani kwetu yalipo makazi yetu ya kudumu huko mbinguni. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua sura ya tano aya tisa a na aya kumi hadi kumi na mbili. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Giligali, nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya kumi na nne ya mwezi jioni, katika nchi tambarare za Yeriko. Nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuyandama hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi. Siku hiyo hiyo ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanaani mwaka huo neno la Bwana tumshukuru Mungu somo la pili ni waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Korinto sura ya tano aya kumi na saba hadi ishirini na moja ndugu zangu mtu, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama, yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho; yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu twawaomba ninyi kwa njia ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya 15 aya kwanza hadi ya tatu na aya kumi na moja hadi thelathini na mbili. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako ee hey Bwana. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagaia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa! Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena nifanye kama mmoja ya watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililobora, mkamvike mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shambani, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Somo la kwanza tulilosikia kutoka kitabu cha Yoshua ni simulizi la Pasaka ya kwanza ya wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya Ahadi. Katika Pasaka hii walisherekea na kukumbuka jinsi Mungu mwenye huruma, licha ya historia yao na ukosefu wao wa uaminifu katika historia na mahusiano yao na Mungu, tangu walipotoka utumwani Misri, bado Mungu anawafikisha katika nchi ya Ahadi. Kabla ya kuadhimisha kumbukumbu hii muhimu, walirudia tena agano na Mungu kwa njia ya kutahiriwa ambalo Mungu aliweka hapo mwanzo mwanzo na Abraham. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 17 aya 9 hadi 14. Kumbe ili waweze kuadhimisha vema Pasaka, sherehe hii kubwa ya kukumbuka ukombozi wao, walipaswa kujitakasa na kujipatanisha tena na Mungu, kisha wanaadhimisha Pasaka kwa kula mazao ya nchi, ishara ya kuwa Mwenyezi Mungu amewakabidhi ardhi ile kuwa mali yao kabisa. Ni mazao ya kwanza ndio waliowatumia kuadhimisha Pasaka yao ya kwanza. Pasaka hii yaonyesha mwanzo mpya kutoka utumwani katika shida na mateso na taabu kwenda katika utulivu na kufurahia tena kurudi nyumbani katika ardhi ambayo Mungu aliwaahidi baba zao. Katika somo hili la kwanza katika Dominika leo tuna mafundisho manne ya kujifunza. Fundisho la kwanza, dhambi ilitenganisha na Mungu baba yetu mwema. Taifa la Israeli walikuwa utumwani Misri kwa muda wa miaka 430. Ni kipindi kirefu, ni muda mrefu. Huko walikuwa mbali na Mungu. Waliteseka na kunyanyasika, waliumizwa na kudharauliwa na kuabudu miungu mingine, walikuwa mbali na Mungu wao. Licha ya hayo yote, licha ya kukosa uaminifu kwa amri na agano walilofanya na Mungu, wengi hawakupata pia nafasi ya kuingia katika nchi ya ahadi, licha ya kwamba Mungu alikwisha ahidi na kuwapa kila walichohitaji ili kuingia katika nchi hiyo. Ndugu wapendwa, dhambi inatutenga sisi na Mungu, inaharibu mahusiano mazuri yaliyo kati yetu sisi na Mungu wetu, na matokeo yake mahusiano mema kati yetu sisi kwa sisi pia yanaharibika nasi tunakosa kufaidi ahadi ya Mungu wetu ya uzima wa milele. Kipindi cha Kwaresma ni muda wa kila mmoja kujitafakari. Je, nipo au upo mbali kiasi gani au karibu kiasi gani na Mungu? Je, nipo mbali kiasi gani mimi na roho yangu? Je, nafanya hija ndani ya moyo wangu na kukagua umbali au ukaribu nilionao kati yangu mimi na Mungu au kati yangu mimi na wenzangu? nipo mbali kiasi gani na familia yangu? Niko mbali kiasi gani na padre mwenzangu, mtawa mwenzangu, wanandoa mwenzangu, watoto wangu, wanajumuia wenzangu, wafanyakazi wenzangu na kadhalika? Huenda vilema na udhaifu wangu vinaniweka mbali kila siku na Mungu, kisha kuwa mbali zaidi na wale ambao ninaishi nao katika maisha yangu ya kila siku. Tukitambua kwamba dhambi inatutenga na Mungu, tutafanya jitihada ya kuzingatia moyoni na kuamua kwa haraka kurudi tena nyumbani kwa baba Mungu wetu mwenye huruma. Fundisho la pili, Mwenyezi Mungu mwenye huruma anatutoa katika utumwa na aibu ya dhambi. Yoshua anawaambia taifa la Israeli kwamba Mwenyezi Mungu siku hii ya leo ameiviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Tukio hili laku, la kuadhimisha Pasaka laonyesha mwisho wa maisha ya mateso na utumwa na mwanzo wa maisha mapya ndani ya nchi ya ahadi. Wanakumbuka siku Mwenyezi Mungu alivyo wakumbuka na kuwatoa katika utumwa na kuanzisha safari yao mpya ya ukombozi kuelekea katika nchi ya ahadi. Ndugu mpendwa, Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma anawapenda na kuwahurumia watu wake. Aliona na kuguswa na mateso ya watu wake waliokuwa utumwani Misri kama tulivyosikia katika somo la dominika iliyopita, na kwa njia ya Musa akaanzisha safari ya ukombozi wa taifa lake. Ni mapendo yasiyo na mipaka ya Mungu wetu sisi watoto wake, Mungu asiyependa wa tuwaibike Mungu asiependa tupotee kwa sababu ya dhambi. Pasaka hii, ndugu zangu, yatukumbusha mwanzo mpya wa maisha. Yatukumbusha thamani ya ukombozi wetu kwa fumbo la Pasaka, jinsi Mwenyezi Mungu alivyotukomboa sisi kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Aliguswa na hali yetu dhaifu, hali yetu ya kufa, hali ya utumwa wa dhambi na kifo na akaanzisha mpango mpya wa ukombozi wetu. Kumbe tupaswa kuishi maisha mapya kama wana wa Mungu ambao tunashiriki zawadi hii ya ukombozi kwa njia ya ubatizo wetu. Pasaka yatukumbusha ahadi zetu za ubatizo na uaminifu kwa Mungu katika maagano tuliyofanya naye. Fundisho la tatu, kabla ya kusherekea Pasaka twapaswa kujitakasa. Kabla ya kusherekea Pasaka, Waisraeli walitahiriwa, ishara ya utakaso na kustahilishwa ahadi za Mungu kama taifa teule la Mungu, ahadi ambazo Mwenyezi Mungu alimwaahidi Abrahamu na uzao wake hata milele. Hivyo kwa kutahiriwa, wakastahilishwa kuwa sehemu ya taifa teule la Mungu na hivyo kufurahia tukio kubwa la kumbukumbu kumbu ya ukombozi wao adhimisho yaani ya la Pasaka ya Wayahudi. Ndugu wapendwa, mama Kanisa ametupatia kipindi cha Kwaresma siku ya arobaini, muda wa kutosha ili tujiandae kila mmoja kusherekea fumbo hili kubwa la ukombozi, yaani wetu yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni muda wa kujiandaa, ni muda wa kujitakasa, ili tufufuke pamoja na Kristo kama wana wateule wa Mungu tunaotarajia utimilifu wa ahadi ya Mungu, ahadi ya uzima wa milele Tujitakase kwa njia ya sakramenti ya kitubio mara nyingi iwezekanavyo, tupokee pia Ekaristi Takatifu ili Yesu akae daima ndani mwetu, atakase mawazo yetu, maneno, matendo na fikira zetu, ili tuweze kuwaza na kutenda yale yampendezayo Mungu wetu. Fundisho la nne: kila tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya ukombozi. Taifa la Israeli walifanya Pasaka ya kwanza kwa kutumia mazao waliyoyapata wakiwa katika nchi ya ahadi, ishara kwamba nchi ile ilitoa mazao yake, nayo ilikuwa ni mali yao kwa vizazi vyote. Ni ishara ya kwamba sasa walikuwa sio wasafiri tena, bali walipata makazi ya kudumu tena, walirejea nyumbani kwa baba. Na baada ya kula pasaka ile, mana ambayo ilikuwa ikidondoka kwa miaka arobaini haikudondoka tena, ishara ya utimilifu wa ahadi ya Mungu. Hawakuhitaji tena mana, kwa kuwa walikuwa tayari katika nchi yenye utajiri wote. Ndugu wapendwa, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu ametupa utimilifu wa ahadi ya uzima wa milele. Ekaristi takatifu ni adhimisho la karamu ya Bwana, tunaposherekea fumbo la Pasaka. Kristo anayejitoa yeye bila kujibakiza kwa ajili ya uzima wa ulimwengu ametupa yote aliyokuwa nayo ili yawe yetu. Ametoa hali yetu ya ya binadamu ili atushirikishe umungu wake. Huu ni ukarimu wa Kimungu. Sisi sote tupo ndani ya kanisa, humo tupata utajiri wote. Humo kwanza tunabatizwa na kuwa watoto wa Mungu, tunaondolewa dhambi ya asili ili tuwe warithi wa ahadi za Mungu pamoja na Kristo. Pili, tunapokea sakramenti nyingine za kanisa za kutuimarisha katika safari yetu ya maisha hapa duniani. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa uhai na uzima kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la Injili kutoka Injili ya Luka sura 15 aya kwanza hadi ya tatu na aya 11 hadi 32, ni simulizi ya mfano wa Yesu kuhusu mwana mpotevu. Mfano huu watokana na manunguniko ya Mafarisayo na waandishi juu ya ukaribu wa Yesu kwa watu za ushuru na wenye dhambi kwamba aliwakaribisha na alikula nao chakula. Yesu anatoa mifano mitatu katika sura hii ya kumi na tano. Mfano wa kwanza ni mfano wa kondoo aliyepotea, ambao ni sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya saba. Pili ni mfano wa sarafu iliyopotea, sura ya kumi na tano aya ya nane hadi ya kumi, na kisha mfano huu ambao tumeusikia katika dominika ya leo ya mwana mpotevu, sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya tatu na kumi na moja hadi thelathini na mbili. Katika mifano yote hii mitatu yatuonyesha jinsi Mungu mwenye huruma anavyofanya jitihada kumtafuta mwanadamu aliyepotea na furaha ipatikanayo kwa mmoja aliyepotea anapoamua kuacha njia ya upotevu na kurudi nyumbani kwa baba. Kumbe mfano wa mwana mpotevu amtambulisha kwetu Mwenyezi Mungu, baba mwenye huruma isiyo na mipaka, ambaye daima yupo tayari kutupokea tena licha ya dhambi na udhaifu wetu. Bado anatupokea, anatuvumilia, anatukaribisha, anatubusu, anatuvika pete na vazi jipya na kufanya sherehe. Kumbe Yesu anawafundisha Mafarisayo na anatufundisha sisi sote kwamba kila mtu ana nafasi nyumbani kwa baba na anakaribishwa kuukumbatia tena ufalme wa Mungu licha ya dhambi na udhaifu wetu. Tunachotakiwa kufanya ni kutubu na kuanza maisha mengine mapya. Katika somo hili la Injili takatifu siku ya leo, tuna mafundisho matano ya kujifunza. Fundisho la kwanza, tunapaswa kufurahi pale wenzetu wanapotafuta uongofu na maisha mapya. Yesu mara kadhaa aliingia katika mgogoro na Mafarisayo na waandishi, kwa kuwa alikula na kushirikiana na wale walioonekana katika jamii ya wa Wayahudi kwamba walikuwa wenye dhambi. Watoza ushuru walihesabiwa kuwa wenye dhambi kwanza kabisa, kwa kuwa walifanya kazi iliyokuwa haina usawa; walitoza watu zaidi ya kiwango na kuwanyanyasa pia watu. Pili, walishirikiana na Warumi ambao kwa muda mrefu waliwakandamiza Wayahudi na hivyo moja kwa moja wakaonekana kama hawastahili kuupata ufalme wa mbinguni. Licha hayo, hao walikuwa tayari kumpokea Yesu na mafundisho yake na na kuupokea ufalme wake. Ndugu wapendwa, mara kadhaa mimi na wewe tunaweza kuwa na mtazamo kama huu wa Mafarisayo na watu za ushuru. Pengine tunaishi na wenzetu katika jamii na jumuiya zetu hata katika familia zetu ambao pengine ni waregevu na wamerudi nyuma kiimani. Mara nyingi tunaishia pengine kuwanyoshea vidole badala ya kufanya jitihada katika kuwarudisha tena katika imani thabiti. Pengine tunaweza kuwakatisha tamaa pia wale wanaofanya jitihada mbalimbali katika kujikwamua kutoka kwenye hali zao mbalimbali mbali za maisha. Pengine kwa kujua historia zao tunaona kama hakuna uwezekano wowote kwao kuboresha chochote. Tufurahi pale mmoja anapoonyesha jitihada katika kufanya mabadiliko katika maisha, katika masomo, katika mahusiano, katika biashara, katika ndoa, familia na kadhalika. Tusiwazibie njia wengine pale wanapotaka Kupiga hatua fulani katika maisha ya kiimani au maisha ya kawaida ya kila siku. Mungu atusaidie ili tuwe tayari kufurahia na kushiriki katika mabadiliko na maendeleo ya wenzetu. Fundisho la pili, Mwenyezi Mungu ametupa kila neema na baraka ili tuishi na kumtumikia vema kama wanawe. Katika mfano huu wa mwana mpotevu, tunamwona mwana, mwana mdogo akiomba sehemu ya mali yake iliyomwangukia. Baba mwema na mwenye huruma akawagawia wote vitu vyake. Baba alitoa si tu mali yake, aliwapa vyote alivyokuwa navyo, aliwapa maisha yake yote. Ndugu wapendwa, Mwenyezi Mungu ametupa kila tunachohitaji ili tuweze kuishi maisha mazuri, maisha matakatifu yenye kumpendeza. Ametupa zawadi ya mwanaye wa pekee Yesu Kristu, ambaye kwa njia yake sisi sote tumepata uzima na uhai tele. Ametupa zawadi ya mwili wake na damu yake, ili tuwe daima hai, tupate nguvu na afya rohoni na kuweza kumtumikia vizuri zaidi. Mwenyezi Mungu ametupa sakramenti nyingine mbalimbali za kanisa ambazo kwazo tunaboresha siku kwa siku mahusiano yetu na Mungu. Tunaalikwa katika kipindi cha Kwaresima na katika maisha yetu tutumie vema neema na baraka hizi za Mungu ili tuishi maisha mema, maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Fundisho la tatu, tunapojitenga na Mungu na na kutumia vibaya neema na baraka zake tunapoteza urithi wetu wa uzima wa uzima milele. Mwana mpotevu alivyopata sehemu ya urithi wake ile mwangukia aliamua kukusanya vyote akasafiri na kwenda nchi ya mbali akatapanya huko mali zake kwa maisha ya uasherati. Ni kama alimuua baba yake, kwanza kwa kutaka urithi wakati baba yake alikuwa bado yu hai, na pili kwa kuona kuwa hakuhitaji tena chochote kutoka kwa baba yake. Mwana huyu mpotevu anawakilisha yeyote, mimi na wewe, ambao mara kadhaa kwa kumwasi Mungu tunapoteza neema na baraka zake zilizo muhimu kabisa katika ustawi wa maisha yetu ya kila siku. Ndugu mpendwa, tunapaswa kutambua kuwa kila mmoja wetu ni mwana mpotevu kwa namna yake. Mara kadhaa tunaweza kutafuta kuwa huru katika maisha yetu hata kwa kumwacha Mungu. Kwa uhuru wetu wenyewe tunaweza kuchagua kuishi pasipo Mungu, kuishi maisha ya uregevu, maisha ya nasa na starehe, na kusahau kuwa maisha yetu, uhai wetu wa kweli upo katika kumtafuta Mungu, kuishi na Mungu na kufa tukiwa tumeungana na Mungu wetu. Pengine inaweza kuvipa kipaumbele vitu au mambo mengine na kumsahau Mwenyezi Mungu. Mwanaharakati maarufu nchini Marekani, Martin Luther King, aliwahi kusema, nimeshikilia mambo mengi sana mikononi mwangu na nimeyapoteza yote, lakini kila kitu ambacho nimeweka mikononi mwa Mungu bado ninakimiliki. Tunapofurahia zawadi ya ukombozi tuliyopata kwa njia mwanaye mpenzi Yesu Kristu, tuombe neema ya kuyaweka mambo yote mikononi mwa Mungu, hata sisi wenyewe, ili daima tumiliki yote pamoja naye. Fundisho la nne: Mungu baba mwenye huruma anatupokea na anafurahia tena pale tunapozingatia moyoni na kuamua kurudi kwake kwa toba. Baada ya kutapanya mali zake zote kwa maisha mabaya ya washerati, njaa kuu ilikumba nchi ile. Njaa kali ni ishara ya ukavu rohoni hali ya mtu aishie mbali na Mungu aliye asili ya mema yote. Mwana mpotevu anazingatia moyoni, manake anaamua kujitathmini na kurudi ndani kabisa ya moyo wake na kuamua kuanza maisha mapya. Ametambua makosa na uasi wake dhidi ya baba na yupo tayari kurudi kwa baba ambapo hakukosa kitu chochote. Anaporudi kwa baba, baba anamkaribisha tena, anambusu, anamvika vazi jipya, anamchinjia mwana kondoo na anamfanyia sherehe na wanashangilia. Ndugu mpendwa, Mungu wetu mwenye huruma anatupenda na yuko tayari kututafuta tena pale tunapopotea kwa sababu ya dhambi zetu. Katika mifano yote mitatu katika Isura sura ya kumi na tano Yesu anatuonyesha jinsi Mungu baba mwenye huruma anavyofanya jitihada kuturudisha kwake. Kipindi cha Kwaresima, kila mmoja anaalikwa kufikiri moyoni mwake, kutathmini mahusiano yake na Mungu na kuamua kufanya mabadiliko ya ndani, yani metanoia. Fikiri, furaha kubwa ni ipatayo au uipatayo pale unapoambiwa mwanangu, dhambi zako zote zimeondolewa, nenda kwa amani? Baada ya sakramenti ya kitubio, ni Mungu anayekukumbatia, Mungu anayekupokea, anayekubusu, anayekuvika taji, anayekuvika pete na kufanya sherehe kwa sababu mwanzo ulikuwa umekufa, nilikuwa nimekufa, lakini kwa kuamua kutubu na kurudi tunapata uhai tena. Mara kadhaa tunaweza kufikiri tu dhaifu, tunaweza kuwaza kuwa dhambi zetu ni nyingi na kubwa, na udhaifu wetu pengine ni mkubwa kuliko neema kubwa itokayo kwa Mungu. Tunaweza kuwa na mashaka juu ya huruma ya Mungu ipatikanayo kwa njia ya sakramenti mbalimbali mbali za Kanisa. Mwenyezi Mungu anatupokea sisi sote kila mara tunapoamua kuacha maisha ya zamani na kuanza na kukumbatia tena maisha mapya. Anatupokea, anatuvika vazi jipya, ishara ya kuzaliwa tena upya na anaturudishia tena hadhi ya kuitwa wanawe baada ya kuwa wafu kwa sababu ya dhambi. Fundisho la tano, hatupaswi kujihesabia kuwa wenye haki kuliko wengine; sote tu na haki sawa nyumbani kwa baba. Mwana mkubwa anaumia na kunungunika kwa yale baba aliyomtendea mwanaye mpotevu, alimfanyia sherehe, akamvika vazi jipya, akamchinjia mwana kondoo na kumvika pete. Mwana mkubwa analalamika na kulalamikia huruma ya baba kwa mwana mpotevu, lakini baba anamhakikishia kuwa huruma ya baba ni kwa wote. Anamwambia, mwanangu, vyote nilivyo li navyo ni vyako wewe. Si mtumwa, wewe ni mwana wa pekee. Ndugu wapendwa, mtazamo wa huyu mwana mkubwa ndio ulikuwa mtazamo wa Mafarisayo na waandishi. Wananungunika kuona huruma ya Mungu ikiwafikia hata wale waliokuwa wa dhambi na dhaifu. Huruma ya Mungu ni ya milele, inapatikana bure kabisa kutoka kwa Mungu kwa yule aliye tayari kuipokea na kuikubali ifanye kazi ndani mwake. Tusiumie pale huruma ya Mungu inapofanya kazi ndani ya maisha ya wengine. Tumshukuru Mungu na kumfurahia Mungu anayetaka kila mtu aikumbatie huruma yake ili apate kuishi. Somo la pili Waraka wa Pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Mtume Paulo anatufundisha kuwa kwa njia ya Kristu sisi sote tumepita kutoka maisha ya utumwa na dhambi na kuanza maisha mengine mapya. Ni mpango wa Mungu kwamba sisi sote tuupate uzima wa milele, na hivyo kwa njia ya mwanaye Yesu Kristu anatupatia sisi sote upatanisho, sisi tuliotengwa hapo mwanzo na Mungu kwa sababu ya dhambi. Anatuasa kuwa Hitaji la kujipatanisha na mungu ni hitaji letu la kila siku, sio wakati wa kwaresima tu, pengine sio wakati wa pasaka peke yake. Ni hitaji la kila siku na ni jitihada ya kudumu, ili tuweze kupata neema ya kurithi ufalme wa mbinguni pamoja na Kristo. Ninawatakia nyote dominika njema ya nne ya Kwaresima, mwaka si wa kanisa, na maandalizi mema kwa ajili ya maadhimisho ya fumbo kubwa la ukombozi wetu. Niliyewaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, Misionari wa Shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.